Jambo watazamaji wapendwa wa Moto TV, tunawashukuru kwani uko wengi kwa kutufuata. Sisi ni Moto TV kupitia kipindi Afya na Jamii, kipindi ambacho kinakujia kuzungumza mambo ya afya yako. Watazamaji wapendwa, hii siku ya leo tumependa tukuje kuwaelezea kuhusu siku ya upanaji wa damu katika dunia na waza na hiyo siku inakaribia inakuwa ile 14 Juin, donc siku kumi na nne ambayo inakuja ya mwezi huu ambao tuko ndani. Na watazamaji wapendwa, tunawashukuru kwani mko wengi kando ya televizio zenu mkitufuata. Tunasema asante sana, na kwa kuzungumzia kipindi hiki kya leo, ama mada yetu ya leo tumekaribisha umstidoni wa Moto TV wataalamu ama wataalamu tuseme wanaoelewa haya mambo ya upanaji wa damu e, na tutawatambua. Karibu kwetu, tunamkaribisha Dr. Benda anakuwa medecin

mvila ya Butembo, bwana Evarist jambo, tunawakaribisha katika studio yetu ya Moto TV. Asante kwa kututembelea na zaidi sana kuwatembelea watazamaji ambao wanajua mtawaelezea mengi kwa siku ya leo e. Watazamaji nimewaambia kuwa tutazungumzia uh, journee ya don de sang ama ya ufanaji wa damu, na tumewaletea wageni ambao watatuzungumzia haya mambo

kwetu paske damu inapanikanaka ina mchini Butembo, mprofese yote, mpehi yote, au mulimwengu mzima. Okay. Alafu kama tuneza sema kama juu ya tuneza kupana damu, se pasike bezoin ya ya damu iko mingi sana ndani ya mwana ya vituo vya afya. Mm -hmm. Kwa mfano, ineza wezekana mtu iko na tembea. A na muka ku nyumba iko bien, anahiyo na tembea kumoto au kukinga au kumuchuku ndu, anafana kisidapa na ku barabara. Mm -hmm. Sasa tamdepeshe kwa hospital <coughs> atakuwa shapoteza damu sana, na Mungu akisema kumuokoa maisha, naomba kumongezea damu. Um, vile maka kule kwa maternity kule kwa hospital, na mama mama metu ndio niko kule. Sasa kuna zala wakati doc wakati kuna zala au baada ya kuzala, anaweza kupoteza damu sana, atasema tuko tuna bezoe ya damu juu mama huyu aokolewe maisha mm -hmm.

mtu anakumbwa na, na magonjwa mm -hmm. ya malisho mabaya, mtu anataka malnutrition. Sasa anampeleka kwa hospitali, afika hemoglobine ya chini hata ya 2 gram au 4 gram. Kuokoa maisha ya yule mtu, naomba kumwongezea tu damu mm -hmm. alafu sasa tunaangalia ile ma ile ma ile mahali ma zote ile ma circumstances zote, inatuambia inatuonesha kwamba kama hakuna damu kwa hospitali, tunaweza waganga wanaanza kuwa na ma competences zote Anza kuna, kuna e vote ma materiali iko pale, kama kama damu damu haiko kutunza wagonjwa, inakuwa nguvu sana na wagonjwa watakuwa nakufa, na nakufa kufa, kuwa iko iko tresporta, kila mtu kusema niko a bon sante aparant, lakini mwanzangu, kuna mezo ya damu. Kila wakati kabisa. Ndiyo, tunakushukuru Evaristi. Sasa daktari Evaristi amikuwa na kusema hapa kitu ya maana, anasema kuko mtu mwenye damu naweza kuwa chini, ama sijue malisho magonjwa na vingine, mtu kukuwa na damu ya kawaida kawaida, anasema na damu ya anakwambia, kwanza mwanamke na mwanaume

unaweza kutueleza moko, unafanya matayarisho gani kwa ajili ya ile journée ya le 14? apamovili ya butemi bisi tulisema, le 14 iko siku kwa wadonneur na ile le 14 tutafanya don de sang kuhusu wadonneur wote na wote wenyewe wanapenda kupana damu wote kena

different service kazi ile tunafanyaka kule juu. Watu mingi wanazua ziiliza bo, sasa damu tunaipata namna gani? masito iko mingi, njo tunapenda ile masito itoki ni uh, mawazo ya watu waone kwanza ikiisi kazi na kusiwaka uh, kule na wakati wakishaona hiyo tunapita sasa ssa kituo sasa ya pana damu

Bon, asante sana hali um, ya ba donneurs de sang iko mzuri sana mapamen naenda mbele tnanuma pan parce que je me souviens mamiaka zizi ko zi zilipita, um, nombre ya ba donneurs kabisa chini sana kwa kabisa nguvu na kufika mwezi. Mwezi mwa epi mwaka 2025 yetulianzia sasa tu kuna fama, kuna fama ya ma, ya mwezi pa mwezi unaangalia, afoi unafia tunafika hata ma 6 poche de sang e ku mwezi tanto ma wisa poche kwa fois kwa mwezi unakuta kama kitu iko evolution. Sasa ile iko na mkua, sawa gumu ni kusema uh, bado de sang viko mvile ya mtendo ndio na vengine viko mteritoria ya Beni, na vengine vanakuwa mteritoria ya dewa. Sasa hii hali ya hali ya usalama inakuwa kuweza, inakuwa sasa na tu limite sawa ku accede bado nao, venye viko sawa mazone iliko ndani upungufu wa usalama mm -hmm. ili inakuwa kabisa gumu bado na yamwe, bado nao venye tuko na kutanisha mazone zenye ziko na usalama kidogo, niko na sikia message

superieur a 50 kilo, kusema poa kakwa na poa ya kidogo pale alingie mkiter um, upana damu mm-hmm. Euh, na kuko zengine makusha kategorie fulani fulani zenye, kategori, zenye normalement aziko mkiter um, upana damu mm-hmm. Notama wale wenye wako wananyonyesha wale wako waku wako, na mimba mm-hmm. Ah. Sababu navo wanaetaji mm -hmm. Okay, ndio sasa, Évarist, wewe unakuwa ni mtu wa kere, unaweza kutwambia kuna <coughs> nafasi kwenye mlitembelea kupana damu na hata ndani ya mtu wa kutembo, mkisensibilize watu juu ya damu na Ma damu, madificulté gani zenye mnakutana mwa hii kazi? Bon, um, tunaweza sema iimali general

kule nako kunakuwa magumu. Unaweza ona kwa mfano tunafika dazini na course secondaire ndio kwa universite fulani ba etudia biko tayari kupana damu donc biko tayari kwa recevoir ma équipe ya sensibilisation alakini unaangalia mtu mmoja kama aliko sawa muongozi, ana bloqué activité anasema no, peut-être yeye kuna ma conviction zake, ubi yeye biko toujours on rappelle tout pendant jidamu ama ana fatana ana bloqué

mekomba iko maso amekamata kiko masomo yake alikamata sawa kaduka yake sasa. Uh, sasa unasema nono hawa wajane liko hapa, banapashwa kuwa vile benefiki ku kubezoa population, surtout ndani ya upanaji damu. Kwaona mtu anakatala anasema no no, vile mama wa isi sheshe hapa ni kwangu, ah tukadode saa hapa basi, mara baada ya isi tena nguvu kuyaksedea hako basi inakuwa inakuwa vile ile kwa na wasi watu wengine bangali na na wazi na na croire ma conviction ya zamani ha si, eh, damu njo hasa kutima yetu donc inakuwa vile difficulte. mm -hmm. Ma tu tukuna isi, tukuna, donc tukunaelewesha watu tu toujours pole pole. Kunakuwa na wengine bangali na croire ma rumeur, kuna mtu anasema, oh hasa mtu akapana damu, oh itakuwa ya mingi oh kama vitu gani, yana deja kuwa mashaka mashaka kile ma morali ya mbaya ndani ma fikiri ya ma akili ya watu. Kisha

Uh, fike kupana damu kwa ajili ya kuokoa maisha eh, unaweza kosa kufanya kitu ya bien petetre, unakosa franga ungependaka usaidie yake mtu, unakosa franga me, unaweza kuwa uko na damu yenyewe, unaweza pana yenyewe, unaweza pana, na wewe utakuwa umesaidia kwa ile situation kuokoa maisha ya mtu mwenye samu, angelikufa kwa kukosa damu, lakini kunamuokoa mwa ile njia, ni kitu ya kuonesha eh, roho ya mtu ama uzuri wa mtu unapana kitu kwa ajili ya kuokoa maisha ya binadamu. Docteur, tuko naenda mwisho presque ya émission, uko na message gani avant tu cloturer mesa? ne tunaeza lane, tunaomba kawote aotelana wanaopatikana ile siku ya 14 apartir ya 9 tunaochunga huko

Tupate tusaidie pia wengine mm -hmm. Leo inaweza kuwa mimi; kesho ni wewe, kesho ni fulani. Mwenyewe anaweza kosewa damu, na tunawaita kabisa, hiyo siku tu wakuja wapanye damu, na watakuwa na wamesaidia sana wale wenye wanakosewa damu. Ndio. Evariste, mm -hmm. uh, unakuwa pia na neno la mwisho kabla tufunge kipindi yetu

Okay. tunakushukuru kushokoro Papa Evariste kwa kufika kwenye Moto TV kuzungumzia wakaaji wa Butembo kuhusu eh, upanaji wa damu ndani ya mji. Asante sana mm. tuna tunakushukuru pia Dr Tresor Benda ambaye unakuwa msimamizi wa kituo cha upanaji wa damu ndani ya mji wa Butembo na tunasema asante kwa kufika kwenye Moto TV kuzungumzia watazamaji tunasema asante kwa kutufuata katika kipindi hiki pake ukilizungumzia siku kuu ya upanaji wa damu ulimwenguni na siku hiyo itakuwa le 14 Juin. Tunasema asante kwenu nyote mlio uliotufata na tunasema kama umesikia mambo ambayo tumezungumza, ukiwa una roho ya kupana, uende kupana damu. Haiko tu ile siku, unaweza fika hata na siku ingine yote.

Nadhani mmesikia ni karitero. Ukifika karitero mrokwe unauliza kuazumi matokeo pale, pana eh, kuonesha fasi ya kupana damu na utakuwa umesaidia. Haya, tukutane katika kipindi kingine. Asante chao.